Kullu ibnu adama khataun wa khairu lkhatain tawabun, binadamu wote ni watenda madhambi na aliyekuwa mbora katika utendaji dhambi ni yule ambaye anaitubia madhambi yake na akayajutia na akawacha na akatia azma kwamba mimi sitorudia tena. Huyu ndo alikuwa bora, lakini kila mmoja wetu na madhambi yake. Lakini jambo la kushukuriwa ndugu zangu, hakuna ambaye anayejua yeye na mimi tunafanya nini. Mungu ametusitiri ndugu zangu, hakuna anayejua wewe unapokuwa nyumbani kwako unafanya nini, hakuna anayejua unapokuwa kwenye giza usiku unafanya nini, hakuna anayejua wewe unapokuwa kazini kwako ni dhuluma ngapi unazifanya kule. Mungu ametusitiri, hii ni jambo la kushukuriwa kwa kweli, na hakuna shukurani iliyokuwa bora kama mtu kufata vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Lakini tahadhari, ndugu yangu isije ikaenda aibu hii ikatoka mbele ya watu. Kuna mtu yuko tayari leo aibu yake ijulikani mbele ya watu? Nani yuko tayari hapa na nani ambaye atayasubiria hayo? Hakuna mtu yuko tayari ndo. Abdullahi bin Umar anasema lau kana dhunubu rawaih ma jalasa badhuna badhu, lau madhambi ngilikuwa ni harufu mbaya, hakuna mtu angekaa na mwenzia hapa, tungekuwa tunakimbiana ndugu zangu madhambi. Na harufu kila mmoja wetu ana harufu ya kutisha hapa, lakini Mungu ametusitiri. Hali itakuwaje lawe madhambi haya yatatoka mbele ya watu, watu wote, ulimwengu mzima wajue? Nani yuko tayari kuyakubali hayo? Na hii ni siku gani? Ni siku ya Kiyama.